Tulifika mwisho wa kisa cha nabii Adam na tukataja kwamba Adam kishafariki na kukawa kuna karne kumi baina ya Adam na mtume atakayefuatia. Watu walikuwa katika imani ambayo ndani yake haikuchanganyika na kufuru yoyote. Baada ya karne kumi hizi kupita, watu walianza kubadilika katika ibada zao kukawa kuna shaitan ambaye aliahidi kutokea kuumbwa kwa Adam kuwabadilisha walimwengu ili apate kundi litakalokwenda pamoja naye katika moto wa Jahannam siku ya Kiama. Sasa kukawa na generation ambayo ilikuwa na mashehe wengi na wanachuoni wakubwa, na walikuwa ni vipenzi wanachuoni hawa kwa umma uliokuwa pale wakati huo.

inama warathu lilm walichokirithisha ni elimu tu. Kwa hiyo alaikum bilulama falaula lulamau la kana nnasu kalbahaim, jilazimisheni kukaa pamoja na wanachuoni, kwa kuwa kama si wanachuoni, watu wangekuwa kama wanyama bila ya mfumo wowote wa maisha. Lakini wanachuoni wanawapa watu chakula cha roho na wanawaonyesha life ya hakika kabisa ambayo inazungumzwa katika vitabu. Lakini wanachuoni wale walipokuwa wameshaondoka mmoja baada ya mmoja, huzni kila akiondoka mmoja inazidi, na inapokuja kuondoka kwa mwingine inazidi, mpaka wote wakaondoka ulimwenguni. Fahazina nnasu alaihim huznan shadidan, watu wakawa katika huzni kubwa. Lakini madha yafalu Inna Allah Ta'ala huwa lladhi yuhyi lmauta, wafanye nini? Hawana uwezo wa kumleta mtu kutoka katika kifo chake. Mungu pekee yake ndio mwenye uwezo huo, na anayekufa harudi tena. Wafanye nini? Hawana la kufanya, ikawa wanakaa wakiwazungumza kwa kheri tu, wakijadiliana, fulani ilmu yake ilikuwa hivi alikuwa kitupa faida fulani, alikuwa hivi. Kila mmoja anazungumza manfaa aliokuwa nayo shehe yule au wanachuoni wale. Iblis laanatullahi alaihi siku moja akapita, akawaona watu wamekaa, wamezungumza mazuri ya wanachuoni wao mpaka wamelia. Akaona hapa ndo nipatilize mimi kuingiza yale niloahidi, kwamba nitayafanya kwa, kwa wanadamu. Vipi? Akawauliza, mbona naona mmekaa hapa na huzuni zimezidi, naona huzuni kubwa nyusoni kwenu, maladhi yahduth, kuna nini hapa? Wakaeleza wale mabwana kwamba sisi tumeondokewa, kama unavyojua, fulani hayupo, fulani hayupo, fulani hayupo, wakawahesabu wengi, na hawa ndo walikuwa kitupa chakula cha roho zetu, tulikuwa tukiwa hai sisi kwa sababu ya hawa watu wanatutoa min adhulumati ila nur, wanatutoa min aljahli ila lilm. Leo hawapo, tutafanyaje? Iblisi akawambia hilo jambo dogo sana. Ina maana nyi mmehuzunika kwa kuwa hawa hawapo tu. takupeni njia ya kuondoa huzuni zenu na nitakupeni taslia ya kutoa huzuni hizi, kabisa hazitokuwepo tena baada ya leo watu wakaona, ehe, tupe tufanye nini mpaka tuwakumbuke tena na tena, na tuwe hatuna huzuni katika maisha yetu kwa ajili ya kuondoka kwao? Akaambia, sikilizeni, tengezeni kila mahali alipokuwa mwanachuoni wenu alokufa sanamu mfano wake. Mnamjua Sheikh fulani, alikuwa hivi kimo chake, alikuwa hivi sura yake, kwa hiyo tengezeni exactly kama yeye alafu mumweke katika majlis alokuwa akikaa kutoa fatwa zake na mawidha yake na elimu yake. Kila mahali ilipokuwa shekhe fulani tengezeni sanamu lake muyaeke pale, na kila kukicha nye mtakuwa mkipita mkiwatizama wale, basi tastaanisu bihim, mtakuwa ule upweke unaondoka. Leo mnaikuta sura yake mkimtamani mtu fulani kwenda mna mnamtizama mnamwona mnafarijika basi ile huzuni inaondoka. Hichi kitu kidogo tu mno. Wale wakaona adhim hii fikra, bwana haina mfano wake, kweli kabisa. Pale pale wakatafuta njia, wakatengeza masanamu ya shehe zao, wanachuoni wao na mashekhe wao waliopita. Kila katika kona ikawa imewekwa sura ya fulani, sura fulani, huyu fulani. Wakiwa wanahitajia kuwaona wanawapitia tu kwa nia safi tu, hakuna ibada pale lakini target ya iblisi nini? Anajua kwamba hii generation taondoka, umma huu utaondoka, utafuata umma wengine. Sasa huo utakaokuja ndo naotaka mimi. Iblisi anasema, hawa ntawaacha tu, kwa sababu hawa ngumu. Hawa kuwaambia hawa ndo miungu wenu, ngumu hawa. Hawa wanajua nini tauhidi, hawa. Hawa siwawezi hawa, kwa sababu wameshalishwa vitu kutoka huko nyuma. Lakini hawa wakiondoka hao watakaokuja watoto wao, kuna njia ndogo sana ya kuwapata. Basi watu wakadumu katika hali ile mpaka generation hii au watu hawa walipoondoka, walipokufa, hawa wakaja watoto wao. Sasa dhuria hawajui kitu, watu wazima wanaonekana pale ni Ibilisi ndo yupo. Sasa yeye walipokuwa watoto, akawakusanya akawambia, sikilizeni Atadruna madha kana yaabudu abaukum, nyiye mna habari, mnajua baba zenu walikuwa wakiabudia kitu gani? Wale wakauliza kwa nini, wakasema, mnawaona hawa, haulai alihatuhum, hawa ndo waungu wa baba zenu, baba zenu waliondoka. Kanu yukinuna lahum ihtiraman, baba zenu walikuwa na heshima kubwa kwa waungu hawa. Ibadatuhum kanat ajal ibada yao ilikuwa kuu kwa, mi, kwa miungu hawa. Hawa ndo miungu wa baba zenu. Sasa nyie mnataka kwenda kinyume na ibada walizokuwa wakizifanya baba zenu, mtakuwa pahala pabaya mno kama mtakiuka ibada walizokuwa wakiziabudia baba zenu. Hawa ndo miungu wenu hawa, na mtu ataki kwenda kinyume na hivyo, basi ajue kwamba kakosea mno. Watoto moja kwa moja wakaingia katika ibada ya kuabudu masanamu. Sasa hapo ndipo ilipoanza mageuzi ya ibada kutoka katika ibada ya Mungu mmoja, masanamu yakaanza kuabudiwa. Hadhihi ibadatul ula lil asnam, hii lil ndio ibada ya mwanzo kabisa katika ibada ya kuabudu masanamu. Sasa Mungu awaache watu vile vile tu, amwache Iblisi anafanya anavyotaka tu? La, Mwenyezi Mungu anasema wama kunna muadhibin hatta nabatha rasula sisi hatuwaadhibu watu mpaka tuwapelekee mjumbe awaoneshe kwamba lile mnalolifanya silo la sawa. Hili sasa, hapo akikaidi, hasara kwao. Sasa niwatumie nani hawa? Mwenyezi Mungu katuma malai, ikatuma mitume wengi, miatu alfu arba wa ishirina alfu, nabii laki moja ishirini na nne alfu. Katika hao kawatua watu wanaitwa rasuli mia tatu na kumi na tatu, katika hao mia tatu na kumi na tatu wako 520 ambao wametajwa katika Quran al-Karim. Katika 520 hamsun wa ishrun wapo arba min ulilazmi kams min uli lazmi la la watano katika uli lazmi la Nuh, alayhi salam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, ndo katika aya wametajwa mitume katika uli lazmi la hao, ni wepi? Wasikilize.

ndo analetwa kwa umma huu ulioharibikiwa kwa kumfuata Ibilisi na kuanza kuabudu ibada ya masanamu, ulio lazmi hamsa hao sayidu na nuhu ala rasihi Nuhu akaletwa sasa kwa watu hao, akaanza ibada akaanza e, dawa ya kuwalingania ili waache masanamu hao. Msikilize, Mwenyezi Mungu katika suratu Hud anasemaje? Walaqad arsalna Nuha ila qaumih inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim, hakika tumemtuma Nuhu kwenda kwa okay, watu wake akawaambia nini, inni lakum nadhirun mubin, mimi ni mwonyaji alo wazi kwenu nyinyi naonya nini? alla taabudu illa llah, acheni ibada hii ya masanamu, musiabudu ila Mwenyezimungu peke yake, ndo mwenye kuabudiwa. inni akhafu alaikum adhaba yaumin alim mia, naogopa isije ikakupateni adhabu adhabu kali siku hiyo. adhaba yaumin alim, siku ya maumivu, siku ya Kiama, kutakuwa na adhabu. faqala lmalau ladhina kafaruu min qaumihi watu wakasema, wale walokufuru katika kaumi Nuhu wanamwambia Nuhu, wanamjibu sasa, ma naraka illa basharan mithlana. We Nuhu, kwa nnani sisi hatukuoni isipokuwa we ni mtu kama sisi. We una macho kama sisi, unakula kama sisi, kila kitu cha kama sisi. Unatuambia mtume? Mtume kutoka wapi? ma naraka illa basharan mithlana, tunakuona ni mtu kama sisi. wama naraka tabaaka ila ladhina hum aradhilun badi ya rai, na hawa walokufuata wawili watatu lokuwa nao tunawaona wafuasi wako ni wale watu madhalili kabisa, vile vigogo vyote havikufuati, mbona ni watu madhalili tu, watu ambao wa maisha yao duni kabisa. Kwa hiyo wewe moja kwa moja unaonesha huna fyucha yoyote eziunela kutuambia kwa sababu hawa ndo wafuasi wako hawa, aradhilu badi ya rai tena kauli zao dhaifu mno, wanaposema hawasikilizwi. Wama nara lakum alaina min fadli, na hatuoni ubora wowote mliokuwa nao kutuliko sisi. Bal nadhunukum, na sisi kila tunapokaa tunapoka, nadhunukum kadhibin, tunaona nienyi waongo tu, mnatafuta kula na hivi na hivi basi. Qala ya qaumi Nuhu akajibu kawambia, eh, jamani qaumi zangu araaitum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi faummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihi. Ndugizangu nye mie ndiyo binadamu kama nye, lakini Mungu kanichagua amenileta aminileta. araaitum mnaonaje, in kuntu ala bayinati min rabbi, kama ndoni kwa kati ubainifu kwa mola wangu waatani rahmatan min ind, Mungu kanipa rehma kutoka kwake akanichagua. Dunakum, lakini nyie tu macho yenu yamepofuka kwa kufuata fikra mlizopewa hapo mbele, lakini mimi ni mtume. Sasa kukulazimisheni juu ya mambo haya itakuwa kazi kubwa, kwa sababu wenyewe mnaonyesha kwa steji ya kwanza kabisa mnachukia mambo haya. Lakini ninataka kukuambia ni kitu, wa ya qaumi, enye qaumi zangu, la as'alukum alaihi mala, mimi nimekuja kazi hii inaifanya free of charge, sihitaji chochote kutoka kwenu, in ajriya illa ala Allah, ujira wangu mimi uko kwa Mungu. Yeye ndo atapei kila kitu.

mnaofanya kibri na kuoneni watu tajhalun, mnataka kufanya ujinga, ndo sistimu ya maisha yenu. Kasema mengi na vinoho, huwahimiza watu wake, lakini wapi, kila analolifanya bure kabisa. Mwenyewe namwambia mwenyezi Mungu baadaye, rabbi inni daautu kaumi laila wa nahara. Mola wangu kaumi zangu mimi nimefanya daawa ya kuwalingania usiku na mchana istamaltu jamia wasaili dawa, njia zote za dawa nimezitumia zote. laila wa nahara, usiku mchana. falam yazidhum duai illa firara, halikuzidisha kitu jambo hili isipokuwa alikuwa kiniona sasa wananikimbia. Huyo jamaa anakuja kila mmoja na na. Nuhu aliishi miaka mingi sana katika mitume walioletwa ulimwenguni. alfa sanatin illa hamsina ama sasa alikuwa akifanya kazi katika alfa sanatini hiyo, watu wanamkimbia kila wakimwona, na watu walikuwa wakifa, nuhu yupo, watoto wao wanakufa, nuhu yupo, wajukuu wanakufa, nuhu anaishi, vitukuu vinaishi, nuhu yupo, miaka mia tisa. Sasa baba alikuwa akiona kwamba atakufa karibuni, anamchukua mtoto wake, anampeleka mbele ya nabii Nuhu, anamwambia mwanawe, ya waladi

ndo Mwenyezi Mungu alisema, fakadhabu wa abidana waqalu majnun wazdujr, walimkadhibisha mja wetu Nuh wakasema ni mwenda wazimu. Na aliudhiwa sana Nabii Nuhu katika mambo haya ya dawa, lakini hakuvunjika moyo, akawa anakwenda wakati wa usiku na mchana katika dawa. falam yazidhum duai illa firara

tena haitoshi ya kujifunika na nguo na kutia vidole masikioni na kibri juu yake, na wamezidi wame, wame kuingia katika madhambi na wakajilazimisha kwamba hatuachi sisi, tunaingia katika ibada ya masanamu moja kwa moja. Asaru ala zunub wastakbaru stikbara, thumma inni daautuhum jihara ya rabbi, nikatafuta njia nyingine nkawa nnakwenda jiharan, sasa wazi wazi. Mtu namfuata mahala pake, kwa kazi, marikiti, kila sehemu palipokuwa public, kila mtu mmoja yupo, nakwenda nafanya ibada ya kuwalingania katika dini jihara. Nikaona hii labda hawaipendi kwa sababu ni ya wazi wazi, kila mmoja anaona, anavonywa mwengine. Thumma inni asrartu lahum Nikenda kwa siri, sasa mtu namfuata nyumbani kwake yuko peke yake, namweleza e, Mungu mmoja masanamu hayafai kuabudiwa alantu lahum wa asrartu lahum israra kwa ilani, nikafanya dawa na kwa siri nikafanya dawa, lakini wapi, baba akifika wakati wa kufa, la tuumin bihadha arrajul innahu majnun, mtoto anachukua wasia mtoto naye anaishi akiona, na yeye atakufa. Nuhu yupo anamchukua mtoto wake ambaye ni mjukuu wa yule alokufa, anampeleka anamwambia yeye, la tu'min bihadha arrajul innahu majnun wa qad awsani bihadha abi wa jadduka qabli, baba yangu kanihusia, ambaye ni baba yako, ni babu yako, kwamba huyu mtu mwenda wazimu, na mimi nakuhusia wewe, ukifa mimi, nitakapokufa usimwamini huyu mwenda wazimu. Sayidina Nuhu alayhi salam, Ikafika mahali ikabidi amshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liannahu yadu qauman jufata alqulubi kusata alakbad, watu wanawalingania nyoyo zao ngumu. Akarudi kwa Mungu. Sasa kabla hajarudi kwa Mungu, wanamwambia qaumi zake, ya Nuh, kad jadaltana faaktharta jidalana, huyo Nuh, unaona umeporojweka mengi umeyasema Umeropa kwa mambo mengi mno o Mungu mmoja, sijui hutaki pesa kutoka kwetu, sijui utalipwa na Mungu tu. qad jadaltana, umetujadili mno, fa aktharta jidalana. Sasa sisi tunakuambia nini? fatina bima taiduna in kunta mina sadikin. Si unadai kwamba kuna adhabu? Sasa ilete hiyo adhabu ituangukie juu ya vichwa vyetu, kama kweli wewe ni mkweli Subhanallah. Wanamchallenge na binu kwamba ilete hiyo adhabu, si tuko tayari. Ndo vile vile tunavyosema, tunapoambiana jamani, adhani hiyo ina twita alsalatu khairun min anaum, usingizini. Mtu anaambiwa katika adhanu lfajiri, alsalatu khairun min anaum, sala ni bora kuliko usingizi yeye ndo kwanza anavuta beshiti yake ile anasema, ah, laqad jarrabtu, nimejaribu mwadhini, nimejaribu walakinni adraktu anna an-naumu khairun min as-sala, lakini mimi naona huu usingizi bora kuliko hiyo sala. Achilia mbali, mimi naendelea kulala tu. Mtu anajifunika, anasikia salatu khairun min an-naum, yeye yeah, anasema an-naumu khairun min as-sala, huu usingizi bwana, usingizi wangu huu, hu, hu, unananiambia sala ni bora kuliko usingizi ah usingizi bora kuliko sala. Anasema bilisanil hal, anaendelea kula. Anapoambia bwana tuende duka, sali ndugu yangu Muislamu, life hii tunapita tu, matau dunia qalil. Anaambia ah bwana, nenda kasali wewe, uende peponi niachie mie, nta nitakwenda motoni. Hivi ndivyo wanavyomjibu kaumi zake. Anaambia no atina faatina bima taiduna, lete hiyo adhabu na utuahidi nayo kwamba itakuja, in kunta min sadiqin, kama mkweli lete adhabu. Qala innama yatiikum bihi allahu insha n, akasema Mungu ndo atakayeleta atakapopenda mwenyewe. Wama antum bimujizin, na nyie hamuna ubavu wa kustahimili adhabu hiyo wala yanfaukum nushi na nasaha zangu hazitokufayin chochote. in aradtu an ansaha lakum in kana allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turjaun. ilaihi Sayyidina Nuh akanyanyua mikono akawambia, rabbi inni maghlubun fantasir, mola wangu nimeshindwa mimi sasa, lete rehema yako niokoe tu. Akambia haya Nuhu hapo akaamrishwa kumeza ku, ku, ku mti akaupanda mti katika ardhi akausubiri kwa muda. Haya, isna ilfulk, sasa Nabii Nuhu tengeza jahazi na kabla kutengeza jahazi alipewa habari zake na Mwenyezi Mungu. Katika sura Hud aya 35 Mwenyezi Mungu anamwambia wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun. Mwenyezi Mungu kawaambia hao waliokuamini, hao kidogo tu, tutawataja idadi yao baadaye. Hao basi ndio hao hao. Hakuna wengine watakaokuamini, basi sasa tafuta njia ya kuwaokoa hao wachache na viumbe wengine, mutoke katika nchi ya hao makafiri. Sasa isna'il fulka, tengeza jahazi Nuh. Akawa anashughulika akaupanda mti mpaka ukakua, akaukata mti, akaanza kuchonga jahazi akachonga jahazi. Kila mara watu wanapita pale, wanamshangaa na jahazi lenyewe liko manake kilomita nyingi sana mbali na bahari. Sasa watu wanapita, Qurani inasema wa kullama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru min, na kila kundi linapopita katika qaumi zake wanamfanyia tashtit, sahiru, wanamfanyia maskara ya Nuh, asirta najjaran baada an kunta nabiya Nuh, sasa hivi umekuwa seremala, umeacha kazi ya utume. Anamfanyia tashtiti. Nuh anawajibu, anaambia in taskharu, mnapotufanyia mnapo, sisi tashtiti, taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, iwapo mnatufanyia sisi tashtiti na maskhara, na sisi vile vile in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu, sisi pia itakuja wakati na sisi tutakuonesheni kwamba ah tulikuwa katika haki na sisi tutafanya tashtiti. Katengeza jahazi lake mpaka limeshakuwa, watu wanapita, Nuhu jamani, kaacha utume sasa hivi kawa seremala, kazi ya utume imemshinda. Tulikwambieni yule hana utume wowote bwana, sasa hivi kaingilia kazi nyingine, kawa seremala. Na seremala wenyewe jahazi analolitengeza ni kilomita nyingi mno mbali na, na, na bahari. Haya, hayo maji itakwendaje katika nchi kavu? Si tunavyojua asafinatu la tajri ala yabas, jahazi aliwezi kwenda katika nchi kavu. ha, ha, hata uko huko baharini atalipeleka vipi? Huyu peke yake na walio muamini, watu wadogo tu tu, watu wachache tu, hawajui kwamba kuna nguvu nyingine za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipomaliza Nuh kutengeza jahazi akawambia, sasa haya mambo mengine niachie mimi. Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir, kawambia sasa nimeshindwa, ya Rabbi, niokoe nini. Kilichopita, fafatahna abwaba lsamai bimain munhamir, tukafungua milango ya mbingu kwa maji yenye kumwagika kwa nguvu mno. Wafajjarna lardha uyuna, si maji kutoka mbinguni tu, si maji kutoka juu tu kwenye mawingu wafajarna larda uyuna na ardhi tukaichana ikapasuka ikawa ni mto, maji kutoka mbinguni, kutoka juu, na maji kutoka ardhini. faltaka lmau yote yakakutana. yaka ala amrin qad qudir, kwa amri ambayo imeshapitishwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Nuhu akamwambia Mwenyezi Mungu, sasa nifanye nini? Akaambia haya hata idha jaa amruna, sikiliza no itakuja amri yetu, wafarattanur qul nahmil fiha min kulli zawjain, wabebe wachukue kila katika viumbe wawili wawili, mbegu mbili, cha kike na cha kiume, wanyama wadudu, kila kitu chukua. wa ahlaka, nachukua na watu wako wewe nu no, illa man kad sabak illa man sabaka alayhi alqawl, ila watu makafiri hao niachie mimi. waman amana, na wachukue walwamini wote wama amana mahu illa qalil. Tuangalie katika kisa kitakachokuja kulitokea nini baada ya hapo, insha Allahu taala. Mpaka wakati huo, na kuacheni katika saumu njema na makbul. Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu. Wa asalullah li wa lakum at-tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi.